iko hapa si kama mimi ni mchungaji ya ng'ombe hapana. Iko hapa kwa heshima ya Islamic Herb, taasisi kubwa nchini Tanzania na dunia kwa ujumla. Inafanya nini hapa? Kwa nini iko ng'ombe mingi sana hapa? Iko ng'ombe kwa ajili ya makusanyo, kufikia ng'ombe mia elfu nane, kufikia ng'ombe elfu nane kwa ajili ya kurbani Idil Haji. Mwenyezi si Mungu akubariki sana, Islamic Herb, taasisi bingwa duniani ambayo nahudumia wa Tanzania pasi na kuwa na ubaguzi. Lakini haitoshi hii ni matunda ya mheshimiwa rais ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, mama yetu kipenzi, nasunguruka nchi mbalimbali na tafuta wadau wa maendeleo na hapa nakula faida. Lakini mheshimiwa mkuu wa mkoa, dada yetu bar barozi batirida buriani, na yenyewe nahangaika kwa sababu ya wananchi ya mkoa ya Tanga. Kwa hiyo hata ile mkuu wetu wa wilaya, kaka yetu kipenzi Jafari Kubecha, hana baya, ni mtu wa kasi, mtu wa matumaini, mtu wa faraja. Tisama ng'ombe hii. Tisama ng'ombe hii, tisama ng'ombe hii, ni ng'ombe menona kwa ajili ya wananchi wote, nakura kwa ajili ya haji. Na nashukuru Mungu islamik her, lakini nashukuru Mungu viongozi wetu yote, hakuna kuasima mafura jirani, hakuna kuasima mafura jirani.